Kati ya ugali na wali. Kati ya hivyo vyakula viwili kipi ambacho kinakuwa kinaongoza kwenye agriculture kwenye mwili wako ambacho mwenyewe unakipenda sana? Ah, mimi napenda ugali. Eh, mimi napenda ugali. Kwa unasaidia pia agriculture inaweza kaongezeka kwenye mwili wako nini au fresh au kila ugali tu ndio fresh kabisa. Ah, mimi ni kila ugali naona mwili unakuwa sana. Kutosha na agriculture zinakuwa nyingi sana tu <laughs> unavyopanga vyombo vyako kwenye kabati lako, kunakuwa kuna sahani, kuna vijiko, hasa vyombo vya habari w unaviweka upande gani? Au unavichanganya tu vyote, na kwenye kabati tofauti tofauti huwa unaviwekaje? Bakuli peke, sahani peke ake, vijiko peke yake, mm, masufuria peke yake, mm. <laughs> kukosa ukichanganya na ndani na vyombo vya habari sasa, vikigongana mlezezi vinayo vikapasuka

hivi sasa kuna vyakula vingi sana lakini pia sasa kuna watu wa, kuna aina gani yananilii? Ukiachana na haya masuala mazima sijui ya wanga ya protini sijui nini, sasa hivi agriculture kwenye mwili wa binadamu pia unasaidia nini? ninipo atatumia kama kuchanganya ndizi na kuchanganya na nyama kwenye mwili wake, unajua, yani kwenye mshikaki yeah, au ndizi mshikaki ujua, yani, ina

Chakula ina kula mimi kula ubabwa, ugari, wali fulani hivi, nyama nyama fulani unajua, nyama ya kutosha aka wingi, kwa sababu unakuwa unaongeza ndani masuala mazima ya protini, wanga pamoja na likacha ndani ya mwili wako. Yeah, of course masuala kuzingatia food tu hapo. mm-hmm. <coughs> fudi Yeah. Kuzingatia tufudi kabisa hii glikachi yeah. Inakuwa inaongeza kitu gani kwenye mwili wa binadamu wa wali, masoleo, ugeali, hasa anapokula labda kama alivyosema wali maswala ya ugali, unahisi kamba kitu gani kinakuwa kinaongezeka zaidi hasa kinatumika glikachi katika mwili wa binadamu hapo? Baadhi wanaojenga mwili unafanya mwili unakuwa na nguvu A, nguvu sana, yeah of course, no mm. No God please no, no! Yeah. Na watu wanatumia na, na, na, na, na, na matunda pia inasaidia na nini kuongeza kwenye mwili wa binadamu ile, hapo kuna vitamini hapo kuna vitamini, eh vitamini kuna vitamini D, kuna vitamini C kama hivyo. Kila kitu kinakuwa fresh, ya, na, na, na. <laughs> <laughs> matunda gani unapenda sana kuyatumia mwanangu? mimi matunda akuatumia Hivi legu mbegu flani hey, vitu flani. Ona msikia, hiyo inakuwa inazidi kuongezeka, kwa sababu nayo inapatikana ndani ya hey, hey. <laughs> <laughs> <Oya. laughs> Parachichi ukila, yeah. Unapata nguvu kabisa, yeah, of course, mwanangu. Safi kabisa, sure kabisa. <laughs> Yes, natumaini umefurahi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wasawsaaowek noma. Eh, eh, noma sana. Kuna watu alafu tunasema camera